Naitwa Aisha Khamis Masaka e, mchezaji wa timu ya Aisha Masaka ambayo tunacheza kesho e, tunaomba wadau mashabiki wajitokeze kesho. E, hii siku tumeisubiria sana tumeiandaa sana hatimaye inakaribia kesho. E, mashabiki wajitokeze kwa wingi kuja kutusapoti e, uwepo wao ni muhimu sana kwenye hii mechi ya hisani eh, kitakachopatikana kinarudishwa kwa, kwa jamii so eh, karibuni tuje tumbonde huyu msichana <laughs> mscha eh, nina kikosi kizuri cha kumfunga eh, na wakaribisha mje muangalie mpira mzuri. Wachezaji wangu ni kama Najat Abas goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania. Uogopi goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania? <laughs> nina kapteni wa timu ya taifa ya Tanzania eh, nina eh, beki wa, wa timu ya taifa ya Tanzania. Nina eh, Asma, mchekeshaji wa, wa Tanzania. Wauogopi? <laughs> So nina wachezaji wengi guys, mtakuja kuwaona kesho na watawaburudisha. Well, um, ujumbe wetu katika hili tamasha ni kuhakikisha, eh, kuhakikisha ndoto ya mtoto wa kike inatimia na kuwashika mkono wale ambao eh, wanahitaji kushikwa mkono na kusaidia eh, kusaidia vituo ambavyo watoto watoto wote kwa ujumla wa wanahitaji kusaidiwa so, eh, tamasha hili litakapomalizika, eh, kitakachopatikana kinaenda kujenga shule ya msingi eh, shule ya msingi inaitwaje? Mbe, mbwe, mkuru, Mbwe Mkuru iloko Lindi eh, so eh, tunajitahidi kufanya hili tamasha ili kuhakikisha tunarejesha katika jamii na kuwasaidia wenye uhitaji. Habari zenu, I hope mko salama kabisa. Mimi naitwa Frida Amani kutokea team Frida Amani ambayo kesho inaenda kumfunga magoli mengi sana team Masaka. Aa, kabla tujaenda mbali naomba niwaambie kwa nini hii mechi ni muhimu sana. Kwanza, hii mechi ni statement kwa mabinti wote wa Kitanzania kwamba unaweza ukafanya zaidi ya kile ambacho umekuwa ukikifanya, unaweza ukatimiza ndoto zako. Aa, ni mechi ambayo inachezwa na mabinti wawili ambao wako kwenye ndoto za na wanazifanya, japokuwa kuna ugumu mwingi sana tunaelewa. Kwenye ndoto kama hizi, nazungumza kuanzia kwenye rap, sio kitu kirahisi kumuona binti anakifanya na kwenye level ambayo naifanya, lakini pia nazungumza kwenye football, sio rahisi kuona binti kama Aisha Masaka akifanya na anafanya kwa ukubwa ambao anafanya. Tukumbushane jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi, uh, football inaendelea kuwa kubwa sana sasa hivi Tanzania na kwa mabinti inaendelea kufanya vizuri, tuna zaidi ya wachezaji kumi Kitanzania ambao wanacheza ligi ya nje, so that's a win for us, na ndo maana natamani sana mabinti Tanzania nzima kwa ujumla, kuanzia vijana, tuje tu support wazazi, familia. Hii ni proof, wakati Professor J anabadilisha industry nzima ya muziki na kufanya muziki usionekane uuni na muziki unaweza kufanya mabadiliko, watu walisupport kwa aina mbalimbali, kuanzia wanawake na wanaume. So naamini pia kwe, kwa sisi hili ni jambo kubwa sana. So naombeni niwakaribishe, mje mtu support. Tuje sasa kwenye mechi yenyewe, mabibi na mabwana, of course I've got a great team. mimi nimejipanga, niko serious. Masaka najua anachezea huko Uingereza, kwanza awali kule ana mambo gani bana, so mimi nawakaribisha watu waje wa experience quality football. nina timu ambayo ni nzuri, na mimi kwa sababu ninaelewa umuhimu wa kwamba timu inabidi iwe na kocha wa maana. Sijaje hapa mwenye mkimuliza kama ana kocha ataambia ana kocha. Sasa timu gani haina kocha? mpaka sasa hivi wanaenda kucheza kitu gani? So nimekuja niko vizuri na nimejipanga, nina kocha wangu mimi. Nitawapa story moja, nimekuwa na kulelewa wa Arusha wakati nakuwa mpira wakati ulikuwa uko mkubwa. Mimi ndo nilikuwa shabiki mkubwa sana wa mpira kwa kipindi hicho kwa kwa sababu ya Chelsea Mourinho alikuwa ni my favorite. Yaani alikuwa ni kocha noma kabisa. Naizungumza kipindi cha kina Didier Drogba, si ndio? Ilikuwa ni great. Yaani ni kitu ambacho nilikuwa na kienjoy. Ah, kwanza ni kitu kizuri ambacho wamekuja nacho, kwa sababu tunataka tukuze vijana wa kike ambao wako mtaani na ambao wana ndoto mbalimbali, kwa sababu kuna mareferi, kuna makocha, kuna waimbaji. Kwa hiyo tunagusa kila eneo kwa maana ya kwamba tunataka kila Mtanzania ambaye ni mwanamke aweze kutimiza ndoto zake bila kujali changamoto. Kwa hiyo kitu ambacho akina Aisha na Frida wamekifanya ni kitu kizuri. Nafikiri ndio the first time tunafanya Tanzania na kitaleta mwamko mzuri kwa watu wengine ambao wanatizama sisi ambao tumepitia humo mpaka kufikia leo. Lakini niseme kwamba ile jambo linaweza likaokoa maisha watu kwa kwa wengi sana mtaani kwa sababu wanaenda kufanya kitu cha tofauti na kwa sababu mechi yetu itakuwa live na kuna mechi za watoto pia zitachezwa pale kwa watoto wa kike na tukiwemo sisi pia ambao ni wachezaji wa zamani tutakuwepo pale. Kwa hiyo watu wengi ambao hawajawahi kutushuhudia wakati tunacheza nafikiri kesho ndio fursa nzuri ambayo ya kutuona sisi tukionyesha kile ambacho tumekifanya wakati tunacheza kabla hatujawa makocha. Lakini pia niseme sasa hivi wachezaji wengi wa kike wa Tanzania wanacheza nje ya Tanzania ni kitu kikubwa ambacho Tanzania anapaswa kujivunia, na hiyo haiwezi kutokea bahati mbaya, ni kwa sababu tunafanya vitu kama hivi, kuona ni watu gani ambao wanafanya matangulia kuhakikisha kwamba nao wanafika. Leo Aisha Masaka anacheza Uingereza, kuna kijana ambaye yuko mtaani anatamani kufika kwenye levo za Aisha Masaka. Kwa hiyo kesho anaweza kwenda kuona kitu cha tofauti na akaamini kwamba ndoto yake inaweza ikatimia. Kwa hiyo niwakaribishe wote vijana, hasa wa kike, wazazi pia, waje kujifunza, na nafikiri hapa Uh, muda mrefu kidogo ligi ilikuwa imesimama. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ni shabiki wa mpira na ajaye kuona timu za wa wanawake zinacheza, basi naamini kesho rasmi atakuwa shabiki wa soka la wanawake, kuona kile ambacho kinaenda kufanyika kesho, tukiunga mkono wa Frida Amani na Aisha Masaka, na karibisha watu waje kwa sababu vingilio ni bei rahisi sana, shilingi elfu mbili mpaka elfu ishirini ambayo ni kama umenunua tu sahani ya chakula. Kwa hiyo waje kwa wingi, waje kuenjoy burudani na sisi tutakuwepo kumsapoti make. Aisha ni kama mtoto wangu ambaye nimemlea, namsapoti kwa kila anachokifanya. Nakaribisha na watu wengine ambao wako mbali, na kwa sababu kesho ni weekend, nafikiri nafasi itakuwepo basi, tuungane kwa pamoja tuweze kukamilisha habari ya kesho. All Stars Women's Football Match litafanyika pale KMC Complex Football Stadium Mwenge, geti litakuwa wazi kuanzia saa sita mchana na pia kutakuwa kuna burudani nyingi sana pamoja na watu wengi sana maarufu ambao watakuwepo pale kuonyesha sapoti yao, wakina Salama Jabel, wakina Rosari, wakina Fina wachekeshaji. Karibuni sana kwenye tamasha letu. Tiketi zinapatikanika kwenye app ya Nilipe kwa bei ya shilingi elfu mbili ya kawaida na VIP kwa bei ya elfu ishirini na pia unaweza ukajipatia tiketi yako pale mlangoni KMC Complex foot, football stadium Mwenge. Mnakaribishwa wote, hii ni kwa ajili ya sisi sote.